Kabisa. Hey. Okay. Hey. Hapa mbona hii ina bendera ngapi? Moja, mbili, tatu. Hii ni Ghana. No, Uganda. Hii Tanzania. Wewe ni raia wa nchi gani katika hizi tatu? Wala, wala moja. Hey. Ah, wewe sio raia wa nchi yote kati ya hizo. Ah, falme za Kiarabu. Ehe, wafarao hey, hey, <laughs> <laughs> <laughs> <Wa farao. laughs> okay, mko yule ambaye anakuangalia kwa mara ya kwanza unaweza kumwambia wewe ni nani? Uh, sawa mimi kwa majina naitwa Sirajuddin Said, mm. Mimi natoka Misri na mimi mkalimani wa lugha ya Kiswahili kwenda Kiarabu na kinyume. Mimi nimekuwa mkalimani wa Taifa Stars Wamekuja Misri na nimebahatika kuwa nao kweli na sasa niko hapa Tanzania yani. Mkalimani wa Taifa Stars mpigeni makofi mengi tafadhali. Sasa kwa hiyo wewe we, we, tusimuulize sana. Watu wanaweza taa zote zikawaka. Eh, tuishie eh, hapo. Angalia warembo. Waangalie warembo. Waangalie warembo hawa. Waangalie warembo vizuri sana yuko kuanzia ana. Yeah. Majina yao unayasoma yeah. Si so, unasoma vizuri majina yeah. Unasoma vizuri kwa mfano hii hapa, hii soma hapa, soma hapa. Yapa? Ladha nzuri hivi. Ladha nzuri. Bazi fresh. Simama hapa alafu angalia kama kuna ambaye ameupa